Fanya hivyo kwa sababu Qur'ani ndio muongozo wetu sisi Waislamu, na kwa bahati nzuri haikubakia Qur'ani kuwa ni muongozo kwa Waislamu peke yake, ni muongozo kwa ulimwengu. Mambo yote mengi mnayoyaona yanafanyika, basi ndani ya Qur'ani kuna mchango mkubwa, kwa sababu Uislamu una mchango mkubwa wa maendeleo ya kilimwengu leo. Maendeleo haya ya ulimwengu, Uislamu una mkono mkubwa sana na una mchango mkubwa sana kwa kuwa kutazungumzwa sana juu ya fadhila za Qur'ani, namna ya kushuka kwake, namna ya ilivyoshughulikiwa na waliotangulia tangu mwenyewe Bwana Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na tabiina na tabii tabiina salaf na khalafu na ulamaa mbalimbali ameshughulikia sana Qurani na sasa hivi Qurani hiyo katika ulimwengu wa science na teknolojia inafasirika vingine. Ndio maana katika maelezo yetu tukasema, mashekhe, mwendelee kusoma kusoma hakuna mwisho, alilmu min almahdi ila alahadi, kwa sababu kila ulimwengu unavyokwenda mambo yanabadilika yanakuwa mingine. Nyinyi mtaifasiri vipi Qurani? Na qurani yenyewe ina tajaddad kufatana mazingira yaliyopo. Leo kuna kitu wanakiita artificial intelligence au akili mnemba akilibandia adhakau listinahi ni mambo yameingia. Ha, wenzetu waliopita huko nyuma hawana mambo hayo, hawakupitiwa na ulimwengu huo. Sasa hivi picha inaweza ikawa umebandikwa picha pale, ikatiwa hiyo akilibandia, hiyo hiyo adhakau listinahi au artificial intelligence, halafu ukaona inasema ukaona inazungumza na nini na tulimewekwa pale ni mwenyewe, nishahudhuria mikutano mingi Masri, Cairo pale, Abu Dhabi, Bahrain, Saudia, kwa yule kuzungumzia, je, Uislamu sasa hivi utaweza kukabiliana vipi kipindi hiki cha akili mnemba? Vitabu nilivyosoma ni vile vya zamani, sisi tumesoma vitabu vya fikhi kuanzia irshadul muslimina mpaka minhajut talibina Mughni Almuhtaj, Tuhfatu Almuhtaj, Nihayatu Almuhtaj, ukuti vitu hivyo hakuna, Almajmu'u Sharh Almuhadhab ukuti, kwa sababu wao wow, hawakukutwa na zama zile. Tunaiwekaje fiqhi hapo? Watu wanafikia kuwa mtu ana kiwanda ana shirika, lakini shirika lake ameamua vitu vyote kuvitia katika akili mnemba. Kwa <coughs> hiyo, akifa yule mtu mambo yanakwenda tu, yanaendeshwa na ile akili mnemba. Lakini mtoto ana watoto ana wajukuu ana ndugu ana jamaa na nini, lakini akili mnemba inaendesha shughuli zote za kiwanda na nini, transaction zote zinafanywa ile akili mnemba, ile safka yote inafanywa nao na hiyo adhaka ulistinai au artificial intelligence. Uislamu hapa unasemaje? Msimamo wa Uislamu, yani manzuru Islami ni nini hapa sasa? Ukirudia katika vitabu vya zamani hukuti, utapata jawabu kule, kwa sababu sio wakati wake, ni wakati mwingine. U je kule kusoma kwako itatosha? Ndio maana Mtume alishaeleza muda mrefu watu wasome tu mpaka wafe ndelewa na uzuri mpaka hapo, aliyaona haya. Hmm. inna llaha zawa lia lardhi faraitu masharikaha wa magharibaha, Mwenyezi Mungu alimkusanyia hii dunia mtume iai wa sallam. Hii ardhi yote mtume alimkusanyia ikawa kama kwenye kiganja hivi kisha akaona pande zake zote za mashariki, pande zake zote za magharibi, pande zote za dunia. Mtume aliziona kabla asije akaondoka, katika ulimwengu hajauona ulimwengu wote, mpaka akasema Uislamu utafika kila sehemu ambayo mimi nimeiona, Uislamu utafika kule. Leo dunia nzima Uislamu umefika. Sasa hapa tunayo haki na wajibu wa kuweza kuadhimisha Qur'an iliyotutoa katika hali ngumu na kutuleta katika hali ya juu sana. Unaweza ukaona kama si kweli, kama ni maneno, kwa sababu huisomi vizuri oh, huisomi vizuri lakini, Qur'an ukisoma vizuri, utaona. Katika darasa zetu tunaeleza pale kwamba kawaida ya Qur'an inajifasiri yenyewe kwa yenyewe, aya hii nafasiri nyingine ile, nafasiri nyingine na inakwenda kufuatana mazingira na wakati. Kwa hiyo ni kitabu ambacho la yatihi lbatilu min baini yadaihi wala min khalfi ni kitabu hicho hakijiliwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Kimekamilika, kimekamilika. Ma farratna fi lkitabi min shay, hatujapuuza hatujawacha katika qurani chochote. Kwa hiyo mimi nawafungulia endelea na kuizungumza Qur'ani naataka mg waleta profesa wa wote wa dunia nzima, profesa wakaizungumza Qur'ani lakini, bado itakuwa bado hajamaliza Qur'ani. Yenyewe haimaliziki kwa Inye, kusemwa na watu, kila anayesema nadokoadokoa. Mwenyezi Mungu amefanya wepesi, wala qad yasarna alqur'ana lidhikr fahal mimudakir Mwenyezi Mungu wepesi tutuweze kuitamka, lakini kwa uzito wake hata kutamka tungeshindwa kuitamka kwa uzito wa Quran. Lau anzalna hadha alquran ala jabal la raaitahu, ndio jawabu, jawabu ya lau hapa ni ile lampa lau anzalna hadha alquran ala jabal nini, la laraaitahu khashian mutasadian min khashyatillah Kwa ni adamutu, kwa sababu ni binadamu tu, lakini ingekuwa Qur'ani imeteremshwa juu ya jabali mngeona ki, kimbunga kinachofanyika kwenye jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian jabali lingepasuka pasuka na likawa nyenyekevu min khashyati llah kwa sababu ile mini ya sababia min khashyati llah, kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa so, wataala watilka al-amthali nadhribuha lin-nas lie laalahum yatafakkarun, watu wafikiri. Mifano hiyo imepigwa kwa watu, watu wafikiri, watumie akili zao, watumie fikra zao, waone wamepewa kitu kitu kikubwa. Si Mtume amesema kwamba yoyote atakayeona amepewa kitu kikubwa zaidi kuliko Qur'ani, huyo amekifanya kidogo kitu ambacho Mungu akikifanya kuwa kikubwa, ni madhambi makubwa hayo, katika akbarul kabairi Tasghiru ma'azhamahu llah tunaelewana uzuri eh? yani wewe una Qurani wewe ni Sheikh wewe unamiliki Qurani unayo Qurani alafu unaona gari ni kubwa zaidi kuliko Qurani unaona nyumba ni kubwa zaidi kuliko Qurani unamwana mtu fulani ni mkubwa zaidi kuliko kuliko, kuliko wewe. Hata sasa wewe kuna ajabu kuliko hiyo hakuna ajabu kuliko hiyo akifanya kidogo kitu ambacho Mungu mwenyewe kakifanya kwa ni kikubwa